Yote ni kwa ajili ya neema na upendo wake kwetu, kwa sababu hatuna lolote ambalo linaweza kuwa linatupatia eh, haki ya kuamka wakati wengine wameshindwa kuamka. Hii yote ni kwa sababu ya neema ya Mungu na rehema zake kwetu, na kama jana tulivyoanza tafakari ya neno la Mungu kuhusiana na maombi na maisha ya sasa, lakini tukiiweka vyema zaidi tunaweza tukaiweka kwamba ni maombi na maisha yetu ya leo, ikiwa <clears throat> ina maanisha ya kwamba unapoomba leo inachangia kiasi kidogo sana katika maombi na nguvu yako ya kesho. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mwanadamu kila siku, kila dakika, kila nukta anapaswa kuomba. Kama ambavyo pumzi yetu tu ambayo ameiweka Mungu katika mianzi ya pua zetu ilivyo ya muhimu kila dakika, vivyo hivyo maombi yamepaswa kufanyika kila wakati na kila siku. Na asubuhi ya leo katika hizi dakika ninapenda turejelee fungu ambalo ndilo kiongozi cha tafakari yetu. E, kwa nini maombi? Na somo la leo litakuwa lina kichwa kinachosema mwaliko wa mbingu kwa maombi. Mwaliko wa mbingu kwa maombi ni mwaliko wa Mungu kwa wanadamu ili waendelee kuwa na tabia ya maombi. Fungu letu linatoka kitabu kile kile cha Mathayo sura ya kumi na moja na fungu la ishirini na nane mpaka la thelathini. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Jitieni e, nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi na mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu, yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Fungu la 29 linaanza kwa kusema njooni kwangu. Huu ni mwaliko wa mbingu, ni mwaliko wa Mungu kwa wanadamu ambao wako dhambini, wanadamu ambao wametumbukia dhambini. Wito unasema njooni kwangu. Kwa nini njooni kwangu? Anasema njooni kwangu kwa sababu ameona na anaona hata leo ya kwamba wanadamu hawajaamua kumwendea Mungu kwa hiari. Na hivyo basi anatuita ya kwamba huko tunakoenda si kwema, si salama. Yaani watu wanapokuwa wana masumbuko, wana mizigo, hawako tayari kwenda kwa Mungu, lakini yeye anasi na ku, tuomba ya kwamba tuende kwake. Kwa hiyo kwa wito wa Mungu ni kama ilivyo wito katika eh, nyakati hizi ya kwamba hata mwajiri au waajiri wanapohitaji wafanyakazi au watumishi, basi hutoa matangazo ya waendee, watu wayaone na wafanye maombi ya hizo kazi. Kwa hiyo wito huo e, ni mzito zaidi kwa Mungu wetu. Jooni kwangu ni wito ambao unatolewa kwako, unatolewa na kwangu leo, ya kwamba haijalishi unapitia nyakati gani, umepaswa kwenda kwake. Kwa nini wito huu? Mbingu inayatambua maisha ya mwanadamu tangu pale bustani ya Eden mwanadamu alipaswa siku zote aunganishwe na Mungu wake. Mwanadamu alipo asi na kuingia katika dhambi, bado mbingu haikumwacha, iliacha nafasi na bado inamwalika aunganike na muumba wake. Na hivyo asubuhi ya leo, mambo machache tutayatafakari, mambo kama matano, kabla hatujaingia katika maombi, wito wa mwanadamu kuomba. Wito unaotolewa na mbingu unatambua ya kwamba mwanadamu ni dhaifu, mwanadamu ni mdhambi, mwanadamu hana chochote cha kuweza kumsimamisha yeye kama yeye pasipo nguvu za kimbingu. Na kwa kutambua hilo, ndiyo sababu mbingu zinatoa wito kwa kila mwanadamu kwenda kwa Mungu. Unajua, mara nyingi tunaposoma fungu hili linalosema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, yawezekana usilipeleke moja kwa moja katika maombi. Hakuna media yoyote, hakuna namna yoyote ambayo inaweza ikatufungamanisha na Mungu wetu pasipo maombi, pasipo kusoma neno lake. Kwa asubuhi ya leo, wito wa kwanza ambao unakuja kwako na kwangu, tunapoambiwa tuende kwake na kuomba, wito wa kwanza unasema ya kwamba tumepaswa kuomba, tumepaswa kuomba, tumepaswa kuomba. Ikiwa inamaanisha ukiambiwa, ni mambo gani ya muhimu ili ufungamanishwe na Mungu wako katika maisha haya, utasema jambo la kwanza ni kuomba, jambo la pili ni kuomba, la tatu na kuendelea ni kuomba. Kwa nini inaweza ikakaa hivyo? Ni kwa sababu hakuna usalama wowote hatuko salama dakika yoyote isipokuwa tu pale tutakapokuwa na maombi. Na inaposema maombi asubuhi ya leo, ninamaanisha nina maombi yaliyo ya dhati maombi yaliyo ya dhati ya maombi yaliyojawa na unyenyekevu ndani yake ni serious prayers, na sio maombi tu ya bla bla, ili mradi ni kumimina moyo wako kwa Mungu, kama vile unavyoweza kumimina kwa rafiki aweze kusikiliza aja zao. E, na maombi ya dhati kwa lugha ya leo ni kwamba muumini unapaswa uwe na e, na passion ya kuomba, uwe na usongo, yani u, nikisema usongo ina maana unasukuma kutoka ndani ya moyo ya kwamba ninamhitaji Mungu, ninahitaji kuzungumza na rafiki yangu, na haya maombi yatategemea na yanaanza na mtu binafsi. Je, nafsi yako inakusukuma kwa nguvu kubwa kiasi gani kumwomba Mungu wako? Yawezekana yale unayoyaomba si vile ambavyo Mungu anajibu. Utajiuliza ninamaanisha nini? Mungu anapokuwa anatujibu, anajibu kulingana na ile faida anayoiona kwako kutokana na jibu atakalokupatia. Maana yake ni nini? Unaweza ukawa unaomba e, yumkini upate kazi fulani, lakini Mungu anaangalia kabisa kwa kichwa ulicho nacho, kwa akili ulio nayo e, yumkini hiyo kazi itakupoteza, yumkini haitakusaidia. Kwa hiyo yeye atavuta muda na atakupatia ile kazi ambayo anaiona E, ina faida katika maisha yako. Asubuhi ya leo yawezekana umeomba sana, umeomba kwa muda mrefu kwa ajili ya jambo fulani. Jambo la kukuaminisha ni hili, lipo jibu kwa ajili yako. Endelea kuomba kwa moyo wa dhati, pasipo kukata tamaa. Jambo la pili, elewa ya kwamba Mungu anaposema au maandiko yanaposema ya kwamba tuende kwake ni mwaliko wake kwa wote, ikiwa inamaanisha ya kwamba tunapoenda kwake, usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Katika kizazi cha leo, watu wengi wamekuwa wakiomba nusu nusu, wameomba wakiwa na mashaka. Mkini hata mimi au wewe, kuna wakati umeomba, lakini unasema kama ni mgonjwa, huu ugonjwa sijawahi kusikia mtu akipona. Sasa ninawezaje kuomba? Kwa hiyo maombi yetu wakati fulani yamekuwa yakinafiki, moyo wetu haujamwagwa kikamilifu mbele za Mungu, badala yake una hamsini unaamini Mungu na hamsini zingine unaamini nguvu za nje, au uamini kabisa kuhusu uwezo wa Mungu. Tunapata mifano kadhaa katika Biblia. Unakumbuka wana wa Israeli wamevushwa bahari ya Shamu na baada ya muda mchache tu wamekosa maji na wanapelekwa katika eh, mto Mara na ule mto unakutwa una maji machungu eh, na <laughs> wanasahau kabisa ya kwamba a, hapo nyuma tu siku tatu zilizopita muujiza mkubwa wa kuwavusha bahari ya Shamu ulifanyika, lakini wanasahau, badala ya kusema yule Mungu aliyetuvusha bahari ya Shamu anao uwezo wa kutuvusha tena katika janga hili la kupata maji, si maji tu, bali maji matamu. Wanasahau na wanaanza kulalamika. Ndivyo ilivyo kwako na kwangu leo. Inawezekana umevushwa katika changamoto za ne, kiuchumi, umevushwa katika changamoto za mahusiano na vitu kama hivyo, lakini linapokuja janga jingine, huenda ni kupoteza kazi, huenda ni ugonjwa unasahau ya kwamba yule Mungu ambaye alikuvusha hajastaafu wala hajafa, bali yu aweza kukusaidia. Jambo jingine katika Zaburi e, e, tisini na moja fungu la kwanza neno la Mungu linasema e, wale ambao wanatamani ku e, ku baraka za Mungu wamepaswa kubisha hodi. Kumbe Mungu mlango wake uko wazi, na ndio maana nikasema somo la leo linaongelea wito wa mbingu. Mbingu zinatambua uhitaji wetu, lakini kinachotakiwa ni sisi kutambua nguvu ya mbingu, nguvu ya Mungu kwetu, ili tuweze kuomba na kuwasilisha matatizo yetu. Na katika kitabu cha Mlima wa Baraka liko neno linasema, kila anayeomba anapokea, na kila anaye anayetafuta anapata na yeye anayebisha anafunguliwa. Haya maneno yanamaanisha ya kwamba tunapaswa tu, tuwe na bidii, kwa sababu ahadi za Mungu ziko wazi. Utajiuliza ya kwamba mbona nimeomba miaka mingi, mbona nimeomba jambo hili kwa muda mrefu sijapata majibu? E, ni kwa sababu Mungu ratiba yake haiharakishwi na mahitaji ya mwanadamu. Yeye anatupatia kwa wakati anaoona unafaa lakini anatupatia kile anachoona kina faida katika maisha yetu. Tambua ya kwamba jambo la tatu, Mungu, tunapopeleka maombi yetu, maombi yetu si mzigo kwake. Maombi yetu hayamfanyi akwazike, maombi yetu hayamfanyi achoke. Mungu si mwanadamu. Mungu anapopokea maombi yetu anapolipokea ombi lako leo, ni kama vile ndiyo kwanza yuko fresh kupokea ombi lako. Si kama mwanadamu, anaweza akakwambia jana umeomba leo, unaomba juzi uliomba. Hapana, maombi yetu kwa Mungu sio mzigo. Kwa hiyo tuwe huru kupeleka maombi yetu kila wakati, kila siku, na yeye atatujibu. Jambo la nne kwa asubuhi ya leo elewa ya kwamba ni lazima uhakikishe uko unaweka wazi kile unachokiomba. Yako maombi fulani ya jumla ambayo huwa tunayafanya, maombi ambayo hayagusi moyo wa Mungu. Usiseme tu e, ninaomba unisaidie katika maisha yangu, au unamwambia mchungaji au mtumishi fulani wa Mungu ya kwamba ninaomba uniombee. Unahitaji ya kuombea jambo gani? Ndio sababu tukasema uwe na maombi ya dhati. Ni lazima uwe specific katika jambo fulani. Yaani ni lazima uwe wazi, uwe uweke wazi ni kitu gani unahitaji kuombewa. Haya, unahitaji Roho Mtakatifu. Ehe, Roho Mtakatifu atakusaidia nini? Yumkini hata uelewi, unaomba tu kwa upana pasipokuwa wazi. Ni vizuri sana tuweke wazi mambo yetu kwa Mungu na tuwe wanyenyekevu. Hata kwa wazazi, huwezi kwenda tu unaropokaropoka, unarudiarudia tu maneno, ili mradi unaomba, unaomba. Hapana, unatakiwa uwe makini, uwe maanishe kile unachokiomba, na Mungu atakusikia. Asubuhi ya leo wito wa Mungu kwetu katika hayo mambo manne, elewa ya kwamba Mungu anatuita tuombe. Shetani, jana tumesema ya kwamba anafanya kazi masaa yote. Wakati wewe unalala, Shetani yuko macho. Wakati unaenda kutenda dhambi, Shetani yuko macho. Wakati unasinzia, unapoa kiroho, Shetani yuko macho kwa hiyo siku zote anafanya mikakati ya kuhakikisha hauombi. Jiulize swali hili, tangu jana tulipo tafakari neno la Mungu asubuhi alfajiri, masaa kama haya, je, ulijikita katika maombi mara ngapi? Maombi ya kwako binafsi yamekuwa mara ngapi? Maombi ya jumuiya na marafiki yamekuwa mara ngapi? Maombi ambayo unamwombea mtu fulani, hata kwa simu, yumkini ni mgonjwa, hujaweza kumwona, ujaweza kumtembelea, yumkini ni mtu fulani ambaye unajua hawezi. Ni mara ngapi umetenga muda wako kuomba asubuhi ya leo? Maneno katika kitabu cha uh, kitabu cha maombi au prayers, ukurasa wa 14 na paragrafu ya pili. Maneno yanasema hivi, nitakuwa ninahitimisha kwa nukuu hii, alafu tutakwenda katika maombi. E, malaika unakili maombi yetu na kutushawishi kuelekea yale yaliyo mema. Unapoamka asubuhi, je, unahisi kukosa kwako msaada na hitaji lako la kuwezeshwa kutoka kwa Mungu na je, kwa unyenyekevu kwa moyo wote unamjulisha baba yako wa mbinguni matakwa yako? Ikiwa ndivyo, malaika unakiri maombi yako, na ikiwa maombi haya hayajatoka nje ya midomo ya unafiki au feki, wakati umo katika hatari ya kutenda mabaya bila kujua na kutoa ushawishi ambao utasababisha wengine kutenda mabaya malaika wako mlezi atakuwa kando yako kukufundisha kilicho bora, kukuchagulia maneno na kuathiri matendo yako. Tunapoanza siku ya leo, elewa tunapoomba nguvu ya Mungu asubuhi hii, basi malaika walinzi, malaika walezi, ambao kila mtu anao wa kutosha, basi elewa wako karibu na wewe. Kwa hiyo siku ya unapoianza siku kama mchungaji alivyosema siku chache zilizopita, kwa ya kwamba maombi yanaifungua siku. Maombi ni mlango, maombi ni mlango, kwa maana ya kwamba unapoanza siku, maombi yanakuweka karibu na Mungu. Lakini unapoenda ofisini, maombi yanaifungua ofisi yako. Hata kama kuna mambo ya chuki ndani ya ofisi, basi yatafunguliwa. Hebu kila hatua ya maisha yetu, wito wa Mungu kwetu ni kuomba na kuomba na kuomba tena na tusichoke. Mungu akubariki. Wito ni kwamba twende kwake na yeye atatupumzisha. Mungu atubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina.